Habari yako mpenzi mtazamaji wa MC Pambe, leo tena ni siku nyingine tumekutana tena hapa hapa tena. Leo nimekuja maeneo ya Mkulanga Pwani, na kati ya Chatembo Mwandege. Nimekuja nimemfuata MC mmoja kwa ajili yako. Naomba uniazime macho yako, uniazime masikio yako bila kusahau usitoke katika akaunti yangu hapo TikTok, YouTube, Instagram bila kusahau na Facebook MC pambe number 1 daina Ali. Naomba tungane kwa pamoja, niazime macho yako, niazime masikio yako. Nipo kwa ajili yako leo pamoja na mc wangu hapa. MC, karibu. Mambo vipi? Asante sana mc mwenzangu, unaitwa nani? Kwa majina yako matatu, naomba uambie wapenzi watazamaji. Mimi naitwa Nadia Hasani Mkwawa. Jina langu la usanii wanapenda kuniita MC Kidogodogo, yani uh -huh. Mtoto mdogo mambo mengi. asante sana. kwa sababu ni muungwana na ni nimetokea katika familia ya Kiungwana, waungwana uh -huh. akikutana wanaanza kwa kusalimiana, uh -huh. assalamu alaikum, wa alaikum salamu, kwa niaba yao. Bwana Yesu so si asifiwe. Milele ya mimi inakuwa Jamani, leo niko live kwa dada yangu. Eh, uh -huh. Unamuita MC Pambe na sio Pambe tu, yani Pambe mpaka Pambe tena. Asante. Unamuita MC Pambe jamani. Uh -huh. So shida zake kashavuka huko. Eh, mafusho sio so, so, sehemu yake, uh -huh. Miungu sio shida zake. Asante. Ana udugu na azoma, uh -huh. ana udugu na hirizi. Asante. wala mitishamu. Asante yani, sana. <laughs> wa nao, na no. wa yani kashavuka huko. Nadhani ujumbe wanao na, na, message wanazo. Na anataka anataka atakaibisha anifuate live. Anifuate live afu aone kweli mimi na nyungu sina. Elezi mtoto wa kike wala sina chale za kudumu katika mwili wangu, kama alivyosema. Sitaki nipoteze muda, tupo kwa ajili yako. Ehe, wanahitaji kujua wewe ni kabila gani? Sema nao jamani. Mimi ni mdengeleko halisi. Ehe, kwa baba, kwa baba Ndengeleko kwa mama aha, yani Ndengeleko na ji, nadhani wamekuelewa. Ndengeleko pure ah ha, hapa tumekutana na timu wa Ndengeleko Rufiji moja hii, watoto wa kike ambao tunajiamini. Mimi mwenyewe Ndengeleko kwa mama kwa baba, Matungi, lakini hususan nimekulia sana hapo Rufiji pande za Ikulili, nadhani wananitambua vizuri watoto wa Ikulili. E, kama afu, ni mtoto wa Ikulili unajiamini, sema woyo. Eh, kama kawaida, afuni watoto ambao tunajikubali. MC ambaye mwenye saba juu, MC ambaye namiliki, mwanaume mwenye mke mmoja na mwanaume ambaye anakula anashiba. Habari ndoyo hiyo, sitaki nizungumze sana. Tuendelee MC, na Imani wanahitaji sana kujua stori zako nyingi, au sio? MC kidogodogo, umesema wewe ni, ni mdengereko lakini ni mdengereko wa mjini, si ndio? Sawa, ehe. MC kidogodogo, naomba uambie wapenzi wangu, je, wewe kwa nini umechagua kazi ya UMC? Sema nao Yaani cha kwanza, mimi yaani napenda UMC. Aha. Yaani UMC na uelewa. Kwa sababu kwa sababu kabla sijaanza hii kazi. Aha. Yaani mimi nilikuwa nikienda hivi kwenye shughuli. Nikimkuta MC ndio ana perform pale. Yaani akili yangu ina. Waacha. Yaani akili yangu inakuwa kwa kwa MC. Sema nao kwa kwa MC. Kwa nini nisifanye? Aha. Kwa nini nisifanye? Kwa hiyo alafu sababu hiki ni kipaji MC kama. Haujasomea. Yaani sijasomea. Jamani mnamuelewa MC kidogo kidogo. Ndani ya damu. Asante sana. MC jamani, yes, kidogo dogo jamani, nadhani nimemwelewa okay. Anasema hajasomea hiki ni kipaji chake, na asili ya Wandengeleko wote huwa tunapenda kuongea jamani, wachache sana ambao hawasomi. Yaani hapa kuongea ndo nyumbani. Safi sana jamani, leo naimani kipindi kito, kipo hot hot, au sio? Sana safi sana MC kidogo dogo nakubali sana hey, MC kidogo dogo umesema kwamba haujasomea si ndio? Oh, maana yake yani wewe ni kipaji chako yes. Mbali na UMC, je, unajishughulisha na nini, MC kidogo dogo? Mimi kiukweli, mm, sema nao matajiri wadau, yaani, mm ni yes, jamani, waelekeze Cha Tembo. Asante sana, anaitwa mama Ibrahim wa ukweli jamani, anapatikana Cha Tembo mwisho, mwisho. ukishuka yani, ah, pale stendi mwisho wa gari muulize mama Ibrahim miguu ya kuku ek uswazi fudi, wenyewe watoto wa uswahilini tunaelewa vizuri nini maana ya uswazi fudi. Jina hilo nimelipa mimi jamani. Mama Ibrahim anaitwa mm -hmm. Ehe, yuko pale cha tembo mwisho, namba zake za simu 759 mm. ya kwako nambawanu mi jamani 7 taja tena7 741 jamani, lazani mmemsikia vizuri MC Kidogodogo. Pia jamani, mbali na kazi yake wa MC ni mtafutaji, anashughulika na maswala ya kuuza miguu ya kuku vichwa nini, wenyewe watoto solini natani tunaniliwa, si ndiyo eh? Ila pale na, anashirikiana na mamake mzazi, na namba za simu ndiyo kama hizo ukazitaja. Kwa hiyo kwa wale watu ambao tunapenda, unaweza ukakaa mwandege juu ukatoa delivery, ukataja namba zako za simu, au ukachukua namba za simu hizo hapo, ukanani ukampigia, mambo mengine yakaendelea. Sawa, narudi kwako MC kidogo dogo. MC Kidogodogo, umeolewa? Sijaolewa. MC kidogo dogo, hujaolewa si ndiyo? Hupo singo psio a, hupo singo. Nina uhusiano langu lipo mgongoni <laughs> Eh, hey, kwanza una miaka mingapi? Maana sisi mwe se serikali ikatukamata. Miaka 18 umefika? Miaka 19. Asante sana. Umemaliza eh, hey, ume tis, rile. Rile. Shule umemaliza lini? Nimemaliza shule 2021. 2021 hapo hapo MC Pambe. Na MC Pambe ndio no, nimeshakubariki jina lingine. Nimeshakuwa MC Pambe na vua kwa kwa mimi nakupa wewe sasa. Ah, MC kidogo dogo. Je, unaweza kutuambia ni mwaka gani ambao ulianza kazi ya uMC? Mwenyewe unakumbuka kuna siku ya kwanza, bwana? Mimi niliomba mic tu kwa dijei nikafanya kazi, au labda nilipewa kazi na mtu akaniambia leo anza. Kwa mara ya kwanza ni wapi, unaweza ukakumbuka? Sema nao, ile ilikuwa elfu mbili na ishirini na mbili elfu mbili na ishirini na mbili, yani ilikuwa kuna kijishughuli tu mtaani. Ehe, wapi? Pale pale tu mtaani, yani kama, mm -hmm. Hapa kwa dijei kuna muziki kashughuli, nikasema, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sasa Mbona we MC ya Baluzi? Mbona mm. MC ya T. Laza? Mbona mm. MC ya ni ana ani ani ani ani an, an, an, kuni roho yangu? Mm. Nikasema sema DJ naomba Mike. Mm. Nika Baluza pale nikiwa najiamini kwa sababu ni MC ninayejiamini. Asante. Nika Baluza mpaka nika Baluza. Ilikuwa ni wapi umesema? Pale pale tuli la netu. Yani uko kwa chati. Sao. Jamani MC zani tu ma MC Tanzania mzima wako mjini tu jamani. Sio Dar es Salaam tu hadi Pwani. Mwandege tunaiwakilisha vyema. Nasemaga MC Pambe napatikana Chatembo Mwandege, na kati ya Chatembo jamani, ndio napotoka jamani. Huku napo kuna MC na ndio maana sikutaka kuanza na MC wote, nimeanza na huku ninapotokea. Watu wanasema kwamba nabii akubaliki kwao, lakini mimi watu wananikubali na maisha mengine yanaendelea kama kawaida. Na ndio maana nikaona so vibaya, nikaanza na MC huyu. Sitaki nizungumze sana eh, tuendelee. Unasema ulianza hapo, je, unaweza ukaniambia kuna kazi gani ambayo ya UMC ambayo ulifanya, unakumbuka bwana ile kazi ulifanya katika moyo wako, lakini ulikuwa unaumia sana, ilikuingia katika changamoto, yani ulipata changamoto nyingi sana. Ni kazi gani na ni wapi? Ila usitaje watu majina. Sema nao wa wapenzi, bwana ile ilikuwa Kongoe mm -hmm, sema nao kuliwa kuoni Kongoe, mimi nilienda kufanya kazi mm -hmm nimefanya kazi nimefanya kazi kwanza, tulianza yaani, tulianza mm. ku yaani, kufaruana na mama shuhuri mm muda mtu yeah, anakuambia njoo muda fulani, unafika pale unakuta mambo ni mengi uh -huh. Yaani ku uwanja hapo hapo, simama hapo mm hapo -hmm. Jamani wapenzi watazamaji, mabosi zetu mnaotupa kazi, hapo hapo sijaambiwa kubaruza, ila nasawazisha, tuelewani na toa tu zile buibui takataka za juisi zitoe, mama shuhuri, kero hii, hata mimi huwa inanikera wa mama shuhuri wa baba shuhuri wote, unatuambia unaniambia, MC toka, chukua mda mwingine gharama natumia kubwa Saan. Kazi yako umeniambia elfu ishirini, alafu mimi nachukua pikipiki elfu kumi. Niambie, bado sijavaa, sijala, bado nauli yangu. Alafu pia mimi na mume, kama ukijua nikirudi nyumbani natakiwa niweke pale mezani chochote ili kesho nipate ruksa ya kufanya kazi tena. Si unanielewa? Sasa wewe unaponiambia mimi nawai nachukua pikipiki afu nafika pale shughuli inaanza saa 12 jioni. Inakuja shughuli inaanza saa 4 na maliza saa 6. Ni changamoto kwangu. Umeshaniletea tatizo kwangu. Na kama wewe unavyoambiwa anakaa nyumbani. Si bado hujahamia kwa mwanaume? Anakaa nyumbani. Eh, anakaa nyumbani. Mzazi mda mwingine naye anasema, umeshamwambia shughuli inaisha saa Sane. 4. Wewe saa 4 ndio shughuli inaanza changamoto tarehe endelea. MC. Bas, Nikafika hmm. pale asa mbona, mm. ya mazingira mimi sielewi mm. nikaanza kumkolu sasa, mtu ambaye ni yani mm. don amenipa yani location ya kufika pale kwenye shoot mm. nampigene na mkuta yuko bize mm. basi, yani kile kitu ni kiliniuma kwa sababu kwanza sio si yani sio dhamira yangu sema nao yani sio dhamira yangu. Kwa hiyo kiufupi, jamani, hicho kitu ni kina kela mm -hmm. ehe, umesema ilikuwa wapi? kongoe kongoe kongoe mm -hmm. gani? kongoe mwisho, kongoe mzingi, kichangani, kongoe mwisho, jamani, kongoe kichangani. atumtaji mtu jina ila nadhani mtaelewa. Kwa hiyo iliisha saa saa saa ngapi mchana? Aya, jamani tunaomba muda mwingine tunapaka makeup zetu jamani za 2500. Dakika mbili saa saba mchana, jua linatupiga usoni, makeup inachunga, tunakuwa na sura nne. Tunazingatia usalama wa makeup. Jamani makeup zetu zinatuma, basi ikiwezekana, mama shughuli Habari ya makeup tena nakushagulia mimi wenyewe, ukinipa kazi yako makeup na kuja naye wa makeup wangu artist. Kama bei tumeongea laki mbili mama makeup elfu hamsini unaiandaa wa mashoka, lakini nakuja naye mimi mwenyewe. Maana hatutaki michezo yenu hiyo. Haya, tuendelee. Kwa hiyo ndio ilichelewa kuisha. Hey, sindio ilichelewa kuisha. Kwa hiyo yani ikani post mimi yani niliumia, hmm. Ya, nikasema sasa, kwa nini hmm, iwe hivi? Mm. Nah. Alafu ile yenyewe yani, unajua mtu unamfanyia tu binadamu. Lakini sasa tena Sawa. Hapo hapo. Je, unaweza kaniambia shughuli gani ambayo uliifanya unahisi kwamba changamoto za hivyo labda kuchelewa kuwahi, mtu anakuharakisha kwa shughuli inachelewa kuanza, siyo hivi, nini? Ehe, mbali na hiyo. Je, kuna shughuli gani ambayo unahisi nilikuwa kufanya kazi? Kwanza, watu walijua kucheza na stage, pili, mashughuli kanyoka, tatu, kiambwa saa 2 shughuli imeanza saa 2, nne, yani haikuwa na changamoto yote watu wengi walifly na hapo pia nikalitangaza ni jina. Nikawa kweli nikajulikana kwamba cha Tembo kuna MC kidogo dogo anapatikana cha Tembo. Ni kazi gani, au ilikuwa wapi? Sema nao wapenzi wa tazama. Dada hiyo ilikuwa Buguruni, yani Buguruni gana jamani, kwanza mm. mm. Shikamoni Buguruni jana, yani ninawapenda sana mm. ninawapenda, nawapenda, nazipenda tabia Jamani, watu wanajua kucheza na stage. Uh -huh. Kwanza watu walipendeza, sema nao. Nimefika tu. Uh -huh. Mimi mimi kachukua kijiti. Uh -huh. Eli nimekamata kijiti nikaanza. Uh -huh. Kubaruza, nikasalimia nikasalimia, nikasalimia, nikasalimia tena mibandika kama yote jamani, watoto subiri hapo, watoto wa Buguruni jana tunawarusha magosi zetu. Tupo live kuanzia hapa tu kwenye kipindi mpaka kwenye nyoyo zenu. Tunawapenda mpaka hapo tulipo, tunahisi kufa kabla umri wetu, si unatuelewa? Kwao tunawapenda watoto wa Buguruni jana, mnajua kucheza na MC, mnajua kucheza na stage, mnajua kucheza na DJ, mnajua kucheza na kameramani, si ndio? Eh, mpo vizuri Yaani, katika pande zote za ulimwengu wa Mawakadi na imani, hadi wapishi mliwapa zawadi. Jamani, mjue kuchiana wale, sio kwa hamsini tu, hadi wapishi wetu, hadi wapambaji wetu mwarushe na namuo mnawabandika. Tuendelee. Aya, mnaosemaga mm -hmm. Yani wa yani no Buguruni, kwa Wazalamo, kwa Waswahili, kwa Wandengeleko, jamani, watoto wa Buguluni wanajua kucheza na steji. Wanacheza na steji na eh, yani watoto wa Buguluni, tunawasifu. Yani, tunawasifu. Mtaje kwanza vizuri jina lake. Mama nani anaitwa? Anaitwa Mariam Kunya. Mariam Kunya, popote ulipo, tajiri wetu Buguruni jana mtoto yeah, wa bogoloni jana, jamani, tunakupenda, love you, kiss mwa mwa mwa. Kuna siku moja tutakuja kukufanyia kipindi na wewe tuseme, utuambie kuna matajiri gani wengine, tuendelee kuarusha mm. Au si sawa hapo hapo? Tusipoteze muda eh, unaweza ukaniambia MC katika na imani wewe, mbali na kusikiliza kwenye stage nini, je, mziki gani ambao unaupenda mwenyewe ukitulia hivi nyumbani, ukawasha redio, ukawasha TV, unapenda sana kusikiliza, labda unapenda mziki gani? Bwana, mimi taarabu Jala, gani? Ehe, msanii gani? msanii labda aliimba inaitwaje, jamani? mpenzi mtazamaji, utatusaidia kwenye comment yako hapo, utatuambia utatusaidia hapo, ameimba nyimbo gani? wema ulipo na Mungu, wapi wapi kidogo Eh, tupo live kama kawaida, naomba ulimwengu wa Mawakadi, Mawakadi wenye hasa ndo sisi, watoto wa kike ambao tulokamilika Rufiji moja hiyo, na kama unaweza njoo ndani ya uwanja tutakupa, eh tuendelee. Basi mimi kausalia na sana namkubali sana ule. Eh, unamkubali yaani ile taarabu tu nikisikiliza hasa hey. Nikiikuta kwenye shule. Yaani mtu akitunzia ile taarabu mimi kama na, na, na kitu kwenye nambandika. Asante. Yaani mwenye tani ya, nambandika. Jamani, mimi ma msiweze hey, tu umesikia. Na sio yeye tu unambandika na DJ pia unacheza naye. Unambandika na uchagua ule wimbo na unambandika na DJ. Alafu kitu kimoja nataka nikikumbuka. Uh -huh. Jamani mibandiko. Uh -huh. Mibandiko muhimu. Ndiyo. Yaani, mibandiko muhimu. Sawa. Hivi unajua kuna mtu anaweza akamchukua aneza kamchukua still picture akamleta ukumbini. Yeye anambandika MC, DJ. Yule baba watu pale anainama inama na kamera kama uh -huh. Hamuoni. Jamani mibandike na makamera maji. Jamani ngoja hapo hapo. Ulimwengu wa mawakadi nimechambua. Katika kipindi changu cha Ulimwengu wa mawakadi ma mawakadi unazungumzia ma MC Ma DJ, bila kusahau maze maze wale ambao wanahusika na masuala ya dance, yani kucheza nini, watu watatu wao mayo wa wa anamaanisha wapishi katika shughuli yaani, vile umekodiwa au labda kuna mtu amepika pale nini, yule naye wapishi yao. Umenielewa ma wa ka ka anamaanisha cameraman. Cameraman ambaye anapiga picha anachukua video, eh, picha za mnato si kitu gani hivyo, huyo naye unambandika mawakadi, mawaka. Di nazungumzia ma DJ hapo katika kipengele cha DJ, DJ nitaingiza ngoma DJ mwenyewe, maana yake namaanisha muziki, tarumbeta, bila kusahau na nini hapo tena watu adufu, na dufu, watu wa dufu nao hatuwaachi jamani, Saan. wote tutawaita hapa na kipindi chetu, tutawafuata popote walipo sawa. Tumemaliza ehe. Kwa hiyo unasema kwa hiyo wakumbuke wa kuwabandika watu wote basi, sawa. Mi naweza nikasema bwana, tutie nukta kidogo, tuweke alama mkato, twende mapumziko, alafu zeni tutarudi, tutarudia uh, tutarudi kama kawaida. MC Pambe kama MC Pambe, wananiita mama Ashrafu mamake na Steven, mama Mrs. fulani, sitaki kutaja jina, najua kuna wale mamba watu, ukisema tu poa wachaanza kummeza. Naogopa jamani, weka mbali na mume wangu jamani Nipo hapa kwa ajili yenu. Tunahakikisha leo tupo hapa pamoja na MC Kidogodogo. Tunahakikisha mwanzo mwisho mnaflai. Usitoke hapo katika akaunti yangu TikTok, Instagram bila kusahau YouTube. Tupo kwa ajili yenu MC Pambe na Mawani na Imani, leo utafaita kama kuna ex wako amekuacha. Hakikisha leo unaflai. Hata kama umeachika, umetuma message leo kwenye simu, ujaandike kwenye karatasi, basi hakikisha wewe bwana, muda huo huo amekodi boda boda ya faster amekufuata ulipo amekupigia goti. Kwa hiyo naomba usitoke hapo mpenzi mtazamaji. Tunaenda mapumziko alfazeni tutarudi.